Akanichukua katika roho mpaka mlima mkubwa mrefu, akanionyesha ule mji mtakatifu Yerusalemu ukishuka kutoka mbinguni kwa Mwenyezi Mungu, wenye utukufu wa Mungu. Na mwangaza wake ulikuwa mfano wa kito chenye dhamani nyingi, kama kito cha yaspi safi kama bilauri ulikuwa na ukuta mkubwa mrefu wenye milango kumi na miwili, na katika ile milango malaika kumi na wawili na majina yameandikwa, ambayo ni majina ya kabila kumi na mbili za Waisraeli. Upande wa mashariki milango mitatu, na upande wa kaskazini milango mitatu, na upande wa kusini milango mitatu, na upande wa magharibi milango mitatu na ukuta wa mji ulikuwa na misingi kumi na miwili na katika ile misingi majina kumi na mawili ya wale mitume kumi na wawili wa mwanakondoo. Na yeye aliyesema nami alikuwa na mwanzi wa dhahabu, apate kuupima huo mji na milango yake na ukuta wake. Na ule mji ni wa mraba, na marefu yake sawasawa na mapana yake. Akaupima mji kwa ule mwanzi, ulikuwa kama maili elfu na mia tano marefu yake na mapana yake na kwenda juu kwake ni sawasawa. Akaupima ukuta wake ukapata dhiraa mia na arobaini na nne kwa kipimo cha kibinadamu, maana yake cha malaika. Na majenzi ya ule ukuta wake yalikuwa ya yaspi, na mji ule ulikuwa wa dhahabu safi, mfano wa kio safi na misingi ya ukuta wa mji ilikuwa imepambwa kwa vito vya thamani vya kila namna. Msingi wa kwanza ulikuwa yaspi, wa pili ya kuti samawi, wa tatu kalkedoni, wa nne zumaridi, wa tano sardoniki, wa sita akiki, wa saba krisolidho, wa nane za barajadi, wa kenda ya kuti ya manjano, wa kumi krisopraso, wa kumi na moja hiakindho, wa kumi na mbili amethisto na ile milango kumi na miwili ni lulu kumi na mbili kila mlango ni lulu moja, na njia ya mji ni dhahabu safi kama kioo kiangavu. Nami sikuona hekalu ndani yake, kwa maana Bwana Mungu mwenyezi na Mwana-Kondoo ndiyo hekalu lake. Na mji ule hauhitaji jua wala mwezi kuuangaza, kwa maana utukufu wa Mungu huutia nuru, na taa yake ni Mwana-Kondoo. Na mataifa watatembea katika nuru yake na wafalme wa nchi huleta utukufu wao ndani yake. Na milango yake haitafungwa kamwe mchana, kwa maana humo hamna usiku. Nao wataleta utukufu na heshima ya mataifa ndani yake. Na ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge, wala yeye afanyaye machukizo na uongo, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo